Almashauri ya wilaya ya Lushoto kwa kushirikiana na chuo cha utalii cha Taifa pamoja na shirika la maendeleo la Korea KOIKA wameendesha mafunzo ya wa siku mbili kwa waongoza watalii wilayani Lushoto. Afisa utalii wa wilaya, Bwana Joseph Mwaye, amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwaongezea uwezo wa waongoza watalii ili watoe huduma bora kwa watalii. tumekuwa na workshop au semina kwa waongoza watalii Wasiopungua hamsini ambao wanafanya kazi ndani ya eneo la halmashauri ya Lushoto ambao wako chini ya umoja wa uongoza utalii wa Usambara ujulikanao kama ULTA. Kwa hiyo hawa wamekuwa na semina kuanzia tarehe 20 mpaka tarehe 21. Lengo kuu la semina hii ni kuwajengea uwezo kwenye upande wa masoko, upande wa utoaji huduma, lakini upande wa uboreshaji wa bidhaa wanazozitoa kwa watalii. Naitwa Samiji Mlemba, ni afisa utalii hifadhi ya mazingira asilia ya Magamba e, nipo hapa kushirikiana na wadau wenzangu kwenye mafunzo ya, ya utalii e, utali, wa kijamii ambao ni sehemu ya utalii unaofanyika wilaya ya Lushoto. Lengo la mafunzo hayo ambayo yamezinduliwa jana ni kuwajengea uwezo tour guide ambao wanafanya hii tunaita community based tourism, ecotourism kuenndana na kasi ya mahitaji ya soko lakini kupata mbinu, njina, mbinu na njia bora zaidi za kuwawezesha wao kufanya kazi kwa weledi na kuweza kupata kipato zaidi kutokana na hii kazi ya, ya kuhudumia watalii. Majina naitwa Alphonse Cherukindo na ni katibu wa waongoza watalii Usambara tunacho chama chetu kinaitwa Usambara Local Tour Guide Association, ULTA na mimi ndio katibu wao. Ya kiuhalisia uh, tupo kwenye mafunzo kwa ajili ya uh, kugundua vivutio lakini pia kuendeleza vivutio vilivyopo lakini pia kupata elimu juu ya kuweza kupokea na kuwaongoza watalii katika milima yetu ya Usambara. Uh, kwa kweli jana ilikuwa ni uzinduzi. Tunashukuru kwamba mgeni wetu rasmi alikuwa uh, mkuu wa wilaya na leo ni hitimisho la mafunzo lakini, kiuhalisia tumejifunza vitu vingi na tunashukuru Chuo cha Taifa cha Utalii pamoja na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia uh, chuo cha Koika uh, ambao wamedhamini wame, wame, wame mafunzo haya. Kwa kweli tumejifunza vitu vingi ambavyo kwa kweli tukivifanyia kazi tunajua kabisa Lushoto ina vitu ambavyo ni adimu na haviwezi kupatikana sehemu yoyote. Tumekuja Lushoto kwa sababu tunashirikiana na Wilaya ya Lushoto pamoja na shirika la maendeleo la Korea Kusini Koika. Tumekuja Lushoto kwa nia nzuri ya kuja kuwa wapa mafunzo ya masuala yanaohusiana na, na utalii hapa Lushoto, tukiwajengea uwezo tuwa guides wanaoongoza watalii kuwapeleka sehemu mbalimbali za mivutio hapo Lushoto. Aa, Lushoto nimekuwepo kwa muda mrefu kwa sababu mimi ndio mwanzilishi wa utalii wa asili hapa Lushoto. Kuanzia mwaka 1997 nilikuja Lushoto nikiwa na shirika na la maendeleo la Waholanzi nikaanzisha huu mradi wa utalii wa asili pamoja uh, na sehemu zingine lakini Lushoto nilikaa kwa hiyo nilipapenda na nilio nzuri na vitu vizuri nina uh, nina uh, maono mapana zaidi ya kukua kwa utalii ndio maana nili ni training nzuri tumefurahi, tumejifunza mengi, ni vitu vingi vinapatikana. Tumejifunza jinsi ya market utalii wetu, lakini jinsi pia ya ku, uh, kuelezea utalii uliopo katika mazingira yetu. Tumekuwepo na Profesa Choi kutoka uh, Koika, ametoka uh, shirika la South Korea la maendeleo ya South Korea, lakini vile vile tumekuwa na Profesa Jeff Dave kwa hiyo wote waweza katika kufundisha value chain mnyororo mzima wa utalii, katika, katika masuala ya utalii kwa matoa guides, kwa kweli imekuwa ni mafunzo bora sana. Tunategemea baada ya hapa kwamba mambo yatabadilika sura nzima utalii, ndani ya utalii ndani ya Lushoto na Tanzania, kwa, wa, kwa ujumla yataweza kubadilika kutokana na nature halmashauri hivyo ivyochagua wale ambao wameweza kuhudhuria mafunzo haya. Nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kujalia sisi wana Lushoto kupata bahati ya kuwa na wageni hawa, na kwa sababu ya mafunzo haka kiobeleka oka tuko na majibu ya maswali fulani, lakini ni washukuru sana KOIKA. Awali akifungua mafunzo hayo mkuu wa wilaya ya Lushoto Mheshimiwa Sumaye alishukuru shirika la maendeleo la Korea koika kwa kushirikiana na wilaya ya Lushoto pamoja na chuo cha utalii cha Taifa kwa kuleta mafunzo haya kwa vijana wa Lushoto. Amesema kuwa kwenye maeneo mengine koika imekuwa ikifanya vizuri, hivyo anaamini hata katika eneo hili la utalii pia wataleta matokeo mazuri. Kimataifa yakija kwetu kuyajaji kwa matokeo matokeo ya wanachofanya na sio mwanzo wa programu zako ko kwe, kuweka tuna experience ya kazi zenu baad kwa baadhi ya maeneo usiku niotaarika, kwenye maeneo mengine kwenye sekta ya elimu, nafikiri ipo. Kuna baadhi ya makazi mlizozifanya zimetupa matokeo, na mimi naamini kwamba kwenye semina hii tutajaji matokeo, ndipo tutawashukuru sana. Tusipopata matokeo hatutawashukuru sana. Tutawashukuru kidogo.